Helikopta ya kampuni ya uokoaji ya Kilimedia Aviation imepata ajali maeneo kati ya Kibo na Barafu Camp katika mlima wa Kilimanjaro na kusababisha vifo vya watu watano. Kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro, Simon Maigwa amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo, leo Disemba 24 mwaka 2025 majira ya saa 11:30 ikiwa inatoka kuchukua wagonjwa wa kampuni ya utalii ya Bovu Camping. Na nukuu, ni kweli kuna ajali ya helikopta ya kampuni ya uokoaji ya Kilimedia na waliofariki ni wageni wawili guide yani wa mwongoza utalii mmoja, rubani mmoja, na daktari mmoja. Taarifa zaidi zitapatikana kesho asubuhi, amesema Kamanda Maigwa. Taarifa kutoka eneo la tukio ambazo bado hazijathibitishwa zinaeleza kuwa baada ya helikopta hiyo kuanguka iliripuka moto na kusambaratika huku jitihada za uokoaji zikifanyika. Eneo la Kibo Hut na Barafu kempu ina urefu wa kati ya mita elfu nne mia sita sabini na mita elfu nne mia saba kutoka usawa wa bahari.